Samia ndiye anipa tu taarifa zote za Ikulu. Hawana hata aibu Ninjiu... Mama Samia slow ili fujo lote katika inchi. Sababu ni wewe nje huko wanakaa, oh Tanzania ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei, kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani ni fedha chache wanayotugaia? Maneno ya chura kiziwi, hata hajatushtua, yaani yale ni kelele ya chura tu, ala, haimzui tembo kunywa maji. Mnacheka vitu ambavyo hata havichekeshi. Mnashindwa hata kuhoji, mnashindwa hata kuuliza maswali, mnakativei, mnakenua tu meno. Hii hata kama mmepewa hizo pesa, lakini sio kwa staili hiyo. Ka afu eti ni wazee nyie, wazee wazee gani? Afu afu hata sikuta, sio Watanzania wa mi siamini mimi, kama ni Watanzania wa usikute katoa huko anakujwa mwenyewe, ili mradi tu, kwa sababu kwanza mwenyewe anakupata kufesea kuwafesa Watanzania nafu. Na hii ni ishara tosha kwamba wewe mwenyewe unatuogopa, kwa sababu kama ngupo, hutuogopi sisi raia, kwa nini hu, hu hutoke hadharani? Unakaanza kujifungia fungia tu ndani. Kwa nini hutoke? Njoo Mkapa pale au njoo ile dance club pale tuone kweli wewe ni mwanamke nangai, una majeshi na una polisi.

Eti kwa nini msikataze watoto wenu wasiende kuandamana? Kwani maandamano ni vita? We, alikuambia maandamano ni vita ni nani? Maana mi mpaka dakika hizi sielewi. Basi toeni kwenye katiba is, is, yani ijulikane kama maandamano hairuhusiwi, toeni kwenye katiba. Kwanini iko pale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 Habari ndio hiyo, Samia nimemaliza taarifa zote za Ikulu na nizeti kama zilivyo na nazeti kama zilivyo, mtatafutana mtamata mtauana mtashikana mashati, lakini kama ametaka kumshika mashati mshikeni. Samia Suluhu Hasani ananiambia ni mtukane na nimbamanze ili Ikulu mzidi kuchanganyikiwa. Nimemaliza, sitaki tena kuletea taarifa za kupumbafu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Wakristo, amani wa ya Bwana iwe juu yenu. Leo natakai klipu natakai imwendee mama Samia Suluhu, raisi wa jamhuri ya wananchi ya Tanzania. Mama Samia Suluhu, ili fujo lote katika nchi, sababu ni wewe na wewe ndo naweza kutuliza ili joto lote wewe ndo unaliwasha na wewe ndo unaweza kutuliza. Vipi unaweza kutuliza lijoto? Wasikize wananchi ma, mahitaji yao, shida zao, ro, nyoyoni mwao wanataka, wanataka nini, na wewe utekeleze. Ni kama kwa mfano mwajiri ama mfanyikazi ateta na bosi wake. We Mama Samia Suluhu ni mfanyikazi, hao wananchi ni mabosi wako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 wewe ndo waweza i yi Tanzania ikatulia na ikawa nchi mzuri sana, ikiwa utatumia busara. Lakini kama utatumia akili ya kuambiwa ambiwa hivi na hivi, hii Tanzania yi haiwezi kutulia maisha, na haitatulia maisha, itakuwa ova nchi nyingine. Mama Samia, sikiza wananchi wanavyotaka, matakwa yao, kama ni katiba, tengeneza wape katiba tena wewe ndo utakuwa hero, ndo utakuwa rais ambao utapewa pongezi kwa sababu ni rais wa kwanza kutoa katiba mpya ndani ya Tanzania. Kama vile Kenya saa hii watu wanamsifu Kibaki kwa sababu Kibaki ndo alioleta katiba ya 2010, ndo hii ambao wananchi wa Kenya wako nayo eh? Wewe wape katiba, na kama itafika siku zako za kuondoka utakuwa na manake, demokrasia huwezi kukaa hapo maisha hata kama ukiwanyima katiba hutoka hapo miaka yote, mwisho utaondoka. Na kisha ukiondoka, utaondoka vibaya. Kwa nini ifike kiwango mpaka cha wewe kuondoka vibaya? Kwa nini ifike kiwango mpaka wewe watu wanaanza kukutukana? Kwa nini ifike kiwango watu wanaanza kukuchukia eh? Mama, usifanye namna hiyo eh? mwogope Mwenyezi Mungu eh? wape watu haki zao, ukitoka hapo ngalau utoke na heshima. Watanzania wanaumia. Mtanzania leo hana sauti ya kusema amebanwa hati kwa sababu akisema anatekwa anapotezwa ama anauawa. Hivyo sivyo. Vipi wewe, rais, unakwenda kuua wananchi wako? watawala wa nchi ya Tanzania, hakuna kitu wamefanikiwa kukitumia kama hofu, kutukandamiza wananchi, kutufunga mdomo na kuhakikisha hatuwaondoe katika utawala, kwa sababu watanzania kwa dhati kabisa hawataki watawala. Wanahitaji viongozi wenye utu na utulivu, watu wa Mungu, hawayuni. Unahitaji sikio la upendo, utu na utulivu kunisikiliza, kisha unielewe. Kijana mwenzangu, baba, mama, kaka, dada unayenisikiliza, hofu imekuwa ni kitu ambacho kinatumika ki kwetu wananchi, kuhakikisha hatufungui midomo yetu. Ndio maana leo hii maandamano yanatumika kama sababu, ili wananchi mwone kwamba ikitokea mnaandamana tena, mtasababisha watanzania wenzenu watakufa. mtasababisha watanzania watakufa kutokea watoto yatima, mtasababisha chakula kiondoke Tanzania, mtasababisha mali za nchi kuharibika, mtasababisha vyakula kukosekana, mtasababisha watu wakose fedha zao za kila siku. Hofu lakini ukweli hauko hivyo, hauko hivyo kabisa. Maandamano hayasababishi hivyo vitu, bali watawala ndio wanatengeneza hiyo hofu miongoni mwetu ili tusalitiane na, na tusilifikie kusudi letu. Sisi hatuna tofauti na wale watu walikuwa wanatengeneza mnara kwenda kwa Mungu. Mungu alivyoona hawa, kama mnataka kuniingilia, samhaunyie ngoja ni wachanganye. Ndo kinachofanya watu wa Mungu hii nchini kwetu, sisi ndo tuna wapa nguvu viongozi bila sisi hakuna nchi, na wakati wetu wa kusimama kama nchi kukataa na kupinga vikali mauaji yaliyofanyika, lakini pia kuhakikisha tunalifikia kusudi letu. Tusiangalie hizi hofu. Vipi wewe rais, eh? Wananchi wameuawa na wewe nda nyama za kimya, unaangalia tu. Wananchi wanatekwa, wajua ukiwabana sana, ukimchukua paka ukimtendania uh, rumu ukafunga milango na dirisha ukamchapa yule paka, yule paka mwisho atakurukia wewe, kutoe macho eh, akuumize. Ndio hawa wananchi wa Tanzania wamebanwa sana, wameanza kuongea kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka mwisho wakaona hapana, this is too much heri liwalo naliwe ndio. Naona matokeo yake yanatoka namna hii na, na bado yatatoka matokeo makubwa sana. Nakusihi Mama Samia Suluhu, rudi nyuma, weka chini wawape watu katiba na utoke hapo vizuri, na watu wapate haki zao. Usiangalie huu uchonganishi kwamba yeye ni waandamanaji ndo wamefanya hivi. Jamani, sisi kweli waandamanaji tutake watoto wao serious? Na nyinyi ambao mnasema cheri, hauko Tanzania, unahamasisha wenzako wanapata shida, mimi niko Tanzania bunjubi, jamani, niko hapa, asubuhi nimeamka nataka niwahudumie kai na kia mba wangu hapo Yoko Tanzania. Kwa kama nakosa, ni ito polisi sema ndo hivyo. Ukiongea utaambia, We, utapoteza kazi. Tutakulock, tutakufunga tutaku ile hofu tuache hofu, tushikane kama nchi, tuikomboe nchi yetu. Disemba tisa ni uhuru wa Tanzania. Aa, uhuru wa Tanganyika. Nawapenda sana, stay safe, kwa heri.